Ndugu zangu na wasalimu, kwa jina la Mwenyezi Mungu, asanteni. Naomba tuone au tupate kujua tuweze kujuzana kinachojiri katika upande wa somo la mti huu. Mti huu unaitwa matama ya wagikulu. Mti huu kama unavyoona, matama ya wagikulu, hu hapa Kiswahili mashavu ya wazee Mmea haka utakaona utakadharau, lakini kana uwezo mkubwa sana katika mambo mengi sana. Lazima ujue kutofautisha mmea huu na huu hapa, watu wanachanganya na huu mziwaziwa. Umeona huu huu hapa, hivi vitu viwili tofauti. Lazima uvione hapa na uvijue, uchanganye mziwaziwa. Mziwaziwa ukiukata unatoa utomvu wa maziwa, lakini huu wenyewe ukikata hauna maziwa. Kwa hiyo ni matama gawa gikulu uki, naomba nizungumzie katika upande mmoja tu ambao ni wa mba zinazotokea mwilini, watu wanakuwa na mabaka mabaka mwilini, mba shingoni, usoni, wapi, chukua kikombe kile cha robo, hakikisha unajaza haya majani pamoja na magandaganda yake yote haya, jaza pondaponda, ukisha ponda ponda, kisha weka maji kidogo, kama robo kikombe uweze kukamlia upate juisi ya huu matama gawagikuru. Haya, baada ya hapo ukishapata changanya katika mafuta yako ya kujipaka. Jipake muda wa siku saba mba zote zitakuwa zimekwisha mwilini mwako, hakika ngozi yako itabakia kuwa soft, kwa uwezo mwenyezi Mungu, wa mwenyezi Mungu huo unaitwa matama gawagikuru. Mimi ni Chifu Hamisi Hatad TV, asanteni.